Mtoto mdogo, Chief g7, uh, Chief g8. Woo, CBD. Mtoto mdogo. Una shida na kiasi gani cha fedha niambie hapo kwenye comment ni kutumia chochote kitu umeona, mtoto mdogo huyu. <laughs> naona una asira, na wivu. By the way, Pipi Jojo chakacha video yake iko wani on trending. Hapo ndo kuna tofauti kati ya uwekezaji na ujanja ujanja kuna tofauti kati ya mwanamziki na msanii. Pipi Jojo sio msanii, Pipi Jojo ni mwanamziki. By the way mimi namsindikiza anaenda kwenye interview, hapa ameitwa hapa Nairobi, mimi niko nyuma hapa, lakini hizo ndio gari ambazo anaenda nazo kwenye, ndo anaenda nazo kwenye nini, kwenye interview. Mimi namsindikiza tu yeye yeah, ajui, lakini mimi niko kwenye gari yake ya nyuma, niko kwenye gari ya nyuma mbawa nchi za watu wa watoto hu Pipi Jojo watamuua huyu, wow. anawanyima usingizi wa watu. Oya Pipi Jojo yuko ndani ya sibili sibili. Haya, niambie kwenye komenti hapo, una shida na kiasi gani cha fedha na uko wapi? mi niko Nairobi hapa sasa hivi, we uko wapi? mi nina hela. We niambie, unazo? Una mi nina hela afu we una Uh, kilichofanyika kwenye video ya chakacha ni kuonyesha uwezo wa kifedha, uwezo wa kimziki, na uwezo wa kufanya vitu ambavyo vigumu vikawa rahisi. Si tunaelewana Watanzania? Najua Watanzania mjazoea mambo kama haya, kuona msanii mgeni mpya anashika namba moja on trending wakati kuna wakongwe wapo na hawajapewa hiyo nafasi. By the way, shout out